Hey, habari kama ilivyokuwa kawaida yetu leo ni siku nyingine tena somo lingine zuri la kuhusiana na washing machine. Aa, leo nimekwenda kukuletea kitu ambacho ni kizuri ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Hii hapa ndio washing machine yetu. Ndani humu kuna nguo. E, hii machine hapa tayari imeshazima lakini ilikuwa kwenye ne step ya kuweka kwenye kwenye dry. Umeona? Lakini nguo zangu nyingi zilizomo humu ni, ni za cotton. Kwa hiyo nitaweka kwenye dry cotton. Kama zingekuwa ni za eh, polyester ningeziweka kwenye dry synthetics kama jinsi zinavyoonekana. Kwa hiyo nitaipeleka kwenye nini, kwenye dry cotton. Baadaye hapo nitaenda kuweka, nitaenda ku place kwenye start. Mona mashine hapo, nimeruhusu mashine kwa kufanya na kwa ko hapa. Sasa nguo zangu hizo zinaenda kukaushwa. E, kipindi chote hichi ambacho mimi na nakuwa nafanya hizi e, nafanya setting ya mashine yangu namna gani akuweza kutumia, labda maybe kukumbuka kwamba hii ni mashine ya matumizi ya nyumbani. Na nyumbani kuna labda maybe kuna watoto umeona. Labda napokuwa nafanya hizi setting e, labda hatua ya kwanza niliweka kwenye wash and dry e, mashine e, ik, ikaja ika ika ule muda ulivyofika ikakata, nikaja nikaihamisha nikapeka kwenye rise and spin and then, nikaja nikapeka kwenye labda kwenye spin, unaona spin ipo nyuma iko yu, huko chini, umeona paka hapo. Labda kipindi like, chote hicho nakuwa nafanya hizi settings za eh, namna gani mashine iweze kufanya kazi, pembeni, labda kuna watoto wanakuwa wananiangalia jinsi gani ambavyo nakuwa nafanya rotation ya hizo steps, mshaona. Kwa hiyo labda kama kama mimi hapa tani kwenye dry and cotton nimeiweka, nishairuhusu mashine ishaanza kufanya kazi, nimetoka sasa na iache mashine ifanye kazi. Sikipindi natoka kumbe kuna watoto walikuwa wananiangalia jinsi gani ambavyo nilikuwa naichezea hii yi mashine. Sasa naweza nikawa nimetoka, nikitoka labda yule mtoto, mimi nimeiweka kwenye dry cotton. Unakuta yeye anakuja na iamisha labda anaipeleka kwenye dry synthetics au anaipeleka kwenye dry nini? Dry eh, wash and dry. Umeona? Sasa ili kuweza kuepuka hiyo eh, kuweza ku kufanya hizo interruption za za za hizi program za washing machine ko kuna namna, kuna namna ambayo unaweza kufanya setting hata yeye akija akihamisha hii. Maana yake kama wewe lengo lako likuwa ni kwenye ku dry cotton, hata akija akiwa anai rotate hii mashine anaipeka anakutaka, yeye mashine yenyewe itakuwa tu eh, inakumbukumbu moja tu kwamba kazi yangu mimi ni ku dry cotton. Mshaona kwa sasa. Ili kuweza kufanya hivyo sasa, ukishaweka kwenye ku dry cotton kama hivyo, utakachokifanya unakuja hapa kama screen hii tunavyoonekana hapa, kuna temperature, kuna kuspin kuna option, kuna dry level, kuna delay end na start e, au pause. Kwa hiyo utakachokifanya ni shika kwenye dry cotton. Utakachokifanya sasa, ili mtu asiweze kuingia program yangu ya ya setting, mtakwenda e, kuweka kwenye temperature na kuspin, alafu utazibonyeza kwa pamoja na kuhold. Mshona kitatokea kama kama kichwa cha mtu. Hii chi kinaitwa ni e, hii inaitwa e, hii hapa inaitwa inaitwa child lock. Mshaona? Eh, ikishatokea hapo maanake hii child lock iko on. Ikiwa on maanake hata kama nikitoka yule mtoto sasa kija kuchezea sasa akihamisha hapa kwenye dry cotton. Mshaona? Haiathiri chochote. Kwa mashine yenyewe itaendelea ku dry tu kama kawaida bila kuzingatia hizi selection za program zingine. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo hiyo ndio namna ya kuweza kuiweka eh, child lock on. Labda maybe nataka sasa nitoe child lock maybe labda niliweka kwenye labda niliweka kwenye wash and dry, nikawa nimeweka hiyo child lock ili mtu asiweze kuingilia hiyo program. Baadaye sasa, mashine ikiwa imeshafikia muda, imeizima nataka nipeleke kwenye nini, kwenye rinse and spin, kwao ni lazima utoe ile child nini, child lock, ili uweze kukuruhusu kutoka kwenye wash and dry uende kwenye rinse and spin. Unaitoaje? Ni vile vile unabonyeza temperature na spin kwa pamoja, una hold, afu hapa Chadi lo kitoka mfaje, itakuwa imetoka. Maana yake inakuruhusu uende step inayofuata. Kwa hiyo sasa, hii ni njia bora na ni nzuri ili kuweza eh, kuisaidia mashine iweze kufanya kazi katika mazingira ambayo ni salama kwa ajili ya mashine, lakini pia salama kwa ajili ya watoto. Umeona? Kwa hiyo niseme asante sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Kitu cha msingi, usisahau ku comment, ku like, ku share na ku subscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Thank you.